Nafurahi ya kwamba ile, eh, ho, ile um, stadium ndogo ya wadhaya inaendelea. Mimi nataka niwahakikishie pia ya Ruringu inaendelea na huyu Mariro anajua vile atafanya, ndio kabla ya December, ile December celebration, wewe mtai kaiga December celebration utafanyia Ruringu ikiwa complete ikiwa complete, mpaka na canopy. Eh, ikiwa imekaa chonjo si ndio? Mm. So na hiyo kazi ingine yote eh, ambayo mime, mimi nilikubaliana na nyinyi watu wa Nyeri tutatimiza. Tuko na mpango tuko na we, na Mungu ametujalia mambo yenu ya barabara ya stima yoyote yote tutafanya, kwa sababu ni hakikisho yetu kwenu na mimi ile nawauliza nitushirikiane yani. Eh, jambo moja ningependa kuwapongeza kuwa watu wa Nyeri, Kenya mzima, kaunti ambayo inachua, inajua kutumia pesa na kufanya biashara ni kaunti ya Nyeri. Nime, nimeshangaa sana pale kwa Hasla Fund, wale watu wanakopa pesa kwa Hasla Fund na kulipa ni watu wa Nyeri. Number one. Number one in Kenya. Nyinyi ni watu wa waaminifu sana. Nyinyi ni watu wa aminifu ajabu kwa sababu najua mtu mwingine akijua hapa unaweza kopa na usilipe na hakuna mtu atakufuata mwingine, anahama, lakini nyinyi watu wa Nyeri mnatumia akili <laughs> mnajua mkikopa, kwa sababu watu wengi sasa wa Nyeri wametoka kukopa 500 sasa watu wako 10,000, 15,000, 20,000 wakisonga Wamepiga 150,000. I must say this when I'm in Nyeri kwamba you people deserve commendation. Jambo lingine ambalo mmefanya vizuri zaidi pia ni mambo ya kujisajili kwa SHA. Mm. Mnajisajili kwa SHA. 64% ya watu wa Nyeri tayari are registered in SHA. Bado tuko na kaunti watu wako 25%, bado wako watu wanangelia huko 30%. <laughs> <laughs> Watu wa Nyeri mko chonjo sana you know? na vile mnavyojua hiyo shaa ni vile niliwaeleza, niliwaeleza tutabadilisha mfumo wa afya tunataka mfumo ya afya ambayo inashughulikia kila mwananchi bila ya kubagua nani ako na kazi nani hana kazi nani ako na pesa nani hana pesa. In the last one year, Nyeri County tumelipa pesa kwa shaa shilingi bilioni mbili na laki mbili to the hospitals in Nyeri County among the highest in the Republic of Kenya, kumaanisha ya kwamba wananchi wengi wanatumia SHA katika mambo yao ya hospitali, na mimi nataka wale ambao hamjajiandikisha muweze kujiandikisha, ndio tuweze kupanga mambo yenu ya matibabu. Unajua ukijiandikisha, ndio tunapata orodha ya watu, tupange madawa ya kutosha, madaktari ya kutosha, equipment ya kutosha. Vile mumesikia tuko na program ya equipment ile ya placement. Na mimi nataka nishukuru gavana wetu hapa, he is among the first people to sign ya kwamba equipment sikuje Nyeri, na tuko na equipment ya value ya between 2.5 and 3 billion shillings for Nyeri County. So tukijua mahali hakuna MRI tutaweka, mahali hakuna CT scan, mahali hakuna mambo ya laboratory, mahali hakuna na tumekubaliana framework ya vile tutafanya hiyo kazi pamoja na county hii. Mwisho kabisa um, my good friend uh, vicar general uh, Reverend Biri hapo amenipatia mlolongo mrefu ya maneno ya kufanya afikiri, vile niliona ulikuwa umeandika wewe, vicar general. <laughs> wewe ni rafiki yangu lakini <laughs> sasa usikoroge sana urafiki Sindio? Sasa hiyo ulikuwa umeandika nirarulie hiyo, mahali ulikuwa umeandika ndio niende nisome nifanye hiyo kazi, ulikuwa umesema sijui mtoto fulani mtoto fulani mtoto fulani ndio nijue vile nitafanya. Si namna hiyo. Na huyu eh, Kiruga pia ni mtu ya kunisumbua sana <laughs> rafiki yangu eh. Kwa huyu mtoto wetu ambaye amesema hapo, mimi nataka kwanza unihakikishia kwamba amejiandikisha kwa SHA, ama wewe umemwandikisha kwa SHA? ako kwa SHA tayari. Basi ile ingine mimi na huyu deputy president tutashughulikia. Ndio. Ndio. Sidio, eh?